Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha muda wa kati, serikali inatarajia kukusanya na kutumia shilingi bilioni laki mbili na elfu nne mia nane sabini na saba nukta saba sawa na wastani sa, sa, sa, wa na na shilingi bilioni elfu sitini na nane mia mbili tisini na mbili nukta mbili kwa mwaka. Aidha, kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita ishirini na saba bajeti ya serikali inakadiriwa kuwa shilingi bilioni elfu sitini na moja mia tisa thelathini na nne nukta mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha muda wa kati mapato ikijumuisha misaada yanakadiriwa kwa wastani wa shilingi bilioni 52488.8 sawa na ukuaji wa wastani wa asilimia 12.1 kwa mwaka. 2026/27 mapato yanakadiriwa kuwa shilingi bilioni 46691.3, ambapo mapato ya kodi ni shilingi bilioni 36889.3 mapato mengine ni shilingi bilioni 9238.8 ikijumuisha mapato ya mamlaka za serikali za mitaa ya shilingi bilioni 1966.2 na misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo ya shilingi bilioni 563.1. Ongezeko hilo limezingatia misingi ya uchumi ya jumla na mkakati na mikakati mbalimbali inayoendelea kutekelezwa na, na serikali ili kuimarisha ukusanyaji wa mapato ikiwemo kuhimiza matumizi ya mifumo ya tehama katika malipo na ukusanyaji wa mapato, kudhibiti utoaji wa misamaha ya kodi, urasimishaji urasi, urasi, urasi wa sekta isiyo rasmi na kuboresha mazingira na ya biashara na uwekezaji yatakayowezesha uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha muda wakati matumizi bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni la serikali yanakadiriwa kuwa wastani wa shilingi bilioni 559, 250.1 sawa na ukuaji wa asilimia 9.7 kwa mwaka 2026 2027. Matumizi bila kujumuisha malipo ya mtaji wa deni la serikali yanakadiriwa kuwa shilingi bilioni 54,986.6, eh, ikilinganishwa na shilingi bilioni na 48,775.0 mwaka 2025 2026, sawa na ongezeko la asilimia 10.9. Matumizi yanajumuisha stahiki za watumishi na michango ya pensheni shilingi bilioni elfu 19,685.7, malipo ya riba shilingi bilioni elfu 7,257.9, ununuzi wa mali zisizo za kifedha shilingi bilioni elfu 3 na 30.4, na ruzuku kwa baadhi ya taasisi za serikali, mashirika ya umma na mamlaka za serikali za mitaa shilingi bilioni elfu 22